Bunju anasema kwamba mkundi hii anasudulu. Anadai kwamba hawezi kuacha shughuli za kutafuta riziki kwenda michezoni, michezo ambayo, kinyume na zamani, inalitiwa. Anamlaumu mkewe kwa kuendesha mambo kwa kazi, kwamba hata akielezewa jambo sharti ya kwamba alipinge, na kwamba anaufanya Bunju kuonekana mbaya. Neema anatitetea, yeye pia anamlaumu Bunju kwa kukasirika. Bunju anashangaa vipi mkewe anamtarajia kufurahi na hali yenye kanyamazi. Neema anashangaa amemsemea mumewe wake, anaona kwamba hali imezidi kuwa mbaya kiasi cha kumshinda. Bunju anamlaumu Neema kwa hali hii ya uhusiano wako.

Bunju anamkumbusha Neema kuwa yeye Bunju ndiye kichwa, lakini Neema hataki tena kuwa chini ya adi. Neema anaposema kwamba ametimiza yote kama mke, Bunju ana- anamtajia hali ya inji. Bunju kumwachia Neema mshahara wake ya utumia dakabe, anamdhalilisha kudaidi na kumwambia kwamba zilizobaki ingia kazi za nyumbani. Neema anamwambia kwamba siku zote amekuwa akitekeleza wajibu wake kwa mdogo wake. Anamwomba aelewe kwamba wikendi pia anahitaji kumpeleka mama yake nyumbani, jambo ambalo linaukuza zaidi mdogoro. Undo anadai kwamba japo alikajiitajiwa hakuhaku hakushirikisha kati maamuzi hayo. Neema naye anaona kwamba hapakuwa na haja za kumshirikisha, kwani hakuhitaji usaidizi wake. Mgonjwa anashangaa ikiwa mtu hushirikishwa kwa jambo zuri wakati anapohitajika kutoa msaada. Neema sasa anaelewa chanzo cha haya. Anaungama kosa na kusema hatarudia. Hata hivyo, anamkumbusha Bunju kwamba tangu hapo Bunju tangu hapo Bunju alikuwa as, amesema asishughulishwe na mambo ya familia ya Neema ana mziki Bunju ampe nafasi akawalinda wazazi wake, kwani ndiyo waliomlea. Io ndipo Bunju akampata. Bunju anachukua fursa ili kuinganinisha neema zaidi, anamkumbusha dhiki alivyompata akiwa hali mahututi. Hili lina mwathiri Neema. Neema anaanza kumsimulia Bunju kwa huzuni aliyotokea, anashindwa kuyazuia machozi.

ongozo ambayo unaotokana na imani za kidini tofauti za iini na Uislamu na kuchocheshwa zaidi na hali ya uhitaji wa familia ya Neema. Kwanza, sehemu za awali za tamthilia, Bunju amejibainisha kama anayemhajia mkewe kuisaidia familia yake huku anaagilika kwa ndani kwa ndani anakuwea utamaduni kumkandamiza mkewe na kuajilisha mapendo yake. Katika onyesho hili, tunaona kwamba Gunjo anaona ugumu kumsaidia mkewe katika shughuli za malezi, analalamika vizo ambazo amempeleka kwa matare anasukuma na kutafuta dubi ya kiume ki, kujiona kama anayedharauliwa na mkewe. Anajisawiri kama alivyokosa kujiamini na kulalamika kwamba hajashirikishwa katika uamuzi wa Neema kupeleka mama yake nyumbani. Tabia ya Bunju iliyoweza kutabirika ni miongoni mwa mambo ambayo awali anakataa kuhusishwa na masuala ya familia ya Neema na hapo hapo, anataka Neema akuhusishe katika kuamua alivyompelekee pelekwa nyumbani mama yake. anamsimanga ana Neema kwa kumkumbusha alivyomwokoa. Pamoja na haya yote, yaelekea kwamba Bunju ale ametambua adhari ya hulka yake inakomkewe japo mungi maumbi msamaha, anamsubiza kumkewe anapolia kumkumbatia kwa mushuni mwaonyesho